Naiunga mkono 100%. Siasa ya umasikini lazima ikome hapa, yeah, yeah. Namunagani yeah, yeah. Saa hii tutakuja yeah. Hapa na tutaletea pesa yeah. Sio ni women empowerment. Sio ni mambo ya kuinua mama jameni yeah. Sio ni mambo ya kuinua wanayouth yeah. Na kwani mulikuwa munatarajia nini jameni yeah. Tumeongea siasa hapa kuna siasa ya Wiper, kuna siasa ya hapa hapa, na mi nataka kusema mi, yeyote yule ambaye analeta maendeleo kwetu lazima tupokee kwa mikono miwili, ama namna gani? Sisi tulipoenda pale Ikulu tukiwa na MCA arobaini na nne, tulikuja huku tukaanza kupatiwa vitisho. Kwanza mi nikaambiwa nitatolewa, lakini mi nikasema kuenda venye kutaenda lazima tuunge serikali iliyoko sasa mkono ndiweze kufanyia watu wetu kazi kwa okay. Hivyo MCA wengi wa Kitui County Assembly, na mimi nikiwa hapo tumeamua ya kwamba tutaunga mkono President William Samuel Ruto na timu yake aweze kuleta maendeleo kambani na hapo pia nyumbani. Bwana Faruk, ndio waambia rais, sisi pia kama bunge tunaunga mkono pia gavana wetu hapa tutaunga mkono serikali ya kaunti na pia tuunge mkono serikali ile iliyo huko juu. Kwa hivyo safari hii ya maendeleo tuko na nyinyi hapo sambamba, hapo hatutaachana.